Baada ya kuwa hawa jamaa mambo yameshindikana yale ya katiba na kuondoa kina mama, wakasema wao maridhiano mwisho hawazungumzi tena, wakajitoa. Sasa walipojitoa ndio wakaja na kauli yao mbiu, inasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, hautakuwepo kuwepo eh, uchaguzi usiwepo. Eh, kwa sheria gani? Kwa kifungu gani cha katiba kinachoahirisha uchaguzi? Maana katiba ya nchi inasema uchaguzi utafanyika kila baada ya miaka mingapi? Na kwamba na kwamba hauwezi kuahirishwa isipokuwa kama kuna vita. Sasa huku Tunduru nyinyi mna vita? na hakuna vita Tanzania. Kwa hiyo hakuna uwezekano wa namna yoyote kwa kuzingatia katiba na sheria za Tanzania ambao unaweza kusema uchaguzi utaajiu uta. Nawaambia haya kwa sababu nyinyi ni viongozi wa watu, au sio? Unajua, kauli mbiu huwa ziko nyingi na huwa zinakuja na kupita eh. Wakati fulani wakina CHADEMA walikuwa na kauli mbiu moja inasema M4C. Na ilikuwa na magari uliyaona bado yapo, wamegawana wamegawana yale <laughs> magari. Walikuwa na kauli mbiu inasema no hate no fear. Wao kauli hizo za za Kiingereza, yaani hakuna chuki hakuna kuogopa, lakini walipofanya uchaguzi wao ulijaa chuki na matusi, na kauli mbiu ile ikafa na hii nyingine hii ya no, no, no reform, no election, ni kauli mbiu, na wala isiwazuie kuchuma korosho isiwazuie kupiga salfa, hamna kitu hapo. Nyinyi endeleeni kwenda kujiandikisha. Narudia, hiyo ni kauli mbiu ambayo mwisho wake na unakaribia kwa sababu hata juzi Walikuwa Kondoa, Kondoa katibu mkuu chama hicho alikuwa Kondoa, akaenda akawaambia, ah, no, reform, no election, mbona kuna kukura. Wakamwambia, sisi tunaenda tunaenda kupiga. Wale, wale wa Kondoa irangiwa tena ma, macho macho, tunaenda kutiki mwezi we, we, Oktoba. Sasa wanaokubaliana wanaokubaliana kutiki Oktoba hivi, mnyoshe mkono. Oktoba tunafanya nini? Tiki. Hey, tena tiki kubwa kabisa. Na nyinyi, mabalozi, tueni watu wetu waende wakapige kura wakatiki. Na tiki yenyewe rahisi, maana unaona CCM na alama ya jembe na nyundo utamuona Samia, utamuona mchimbi, alafu mbele hawa watu wawili unaweka weka nini?